Na leo katika makala yetu ya mwanamke bomba kutana na Mary Nzilani ambaye aliamua kuchimba riziki kupitia kazi ya kuhudumu katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Machakos level 5. Ni kazi ambayo anasema alivutiwa nayo miaka mingi iliyopita alipokuwa akifanya kazi kama mhudumu wa wagonjwa kwenye hospitali hiyo. Swali ni je, ni kipi kilichompa msukumo wa kutaka kuhudumu katika hifadhi ya maiti? Na vipi anaweza kumudu kazi hiyo na maisha yake ya kila siku? Hebu tusikilize simulizi yake. Kwa majina naitwa Mary Nzilani. Nafanya Machakos level 5 mochari as a mortician. Hii kazi nilianza mwaka wa elfu moja um, 2013 Mondezuma Monalisa Machakos. Kazi haikupotea lakini nilihitaji mahali kuna utulivu, sababu mwanzoni nilikuwa nafanya eza atenda ndamapeshen atenda. Alafu nilisikia tu wito nniende niulize mahali mochari naweza fanya kazi. Kwanza nilienda Machako Rome, nikapeleka applications uh, na nikaambiwa niende nikangoje. Sasa nikingojangoja ngoja, ndio nikaona Mondezuma imeanza kujengwa hapo. Uh, nikasema acha tu niachane na mambo ya level 5 as a patient attendant. Hapa Mondezuma nitafanya kama mtu wa mkono, nitangoja hapo sasa, hapo ndio nika, wakianza kujenga Kua naenda kunyunsia maji huko nini nini, nipate tu chakula sasa. Nikakaa wakati tulimaliza kujenga, nikaambiwa, mama, utakuwa unaosha huku unafagia huku mpaka tufungue machine. Nilikuwa na wao nini nini sasa, mondezuma sasa, wakati nilial nili kukifunguliwa nili apply kama cleaner nika nika apply nikaningojea nika sasa, nikasema nikingojea, wacha niende level 5 mochari ndio niende hapo niwe nipate nguvu ya kukaa mochari. Sasa kuto, kuja hapa siku mbili tatu nini nini, ah, nikaona naweza osha mwili, nikaosha, nikaonyeshwa ebami Yaani siku ya kwenda kufanya interview tulikuwa tunaenda kufanyia interview huko Bagadi Mondezuma na Nairobi. Sasa mimi nikaulizwa mambo ya mochari, kama najua mambo ya mochari. Sina, nikajibu ile tu nilisoma for one week, nikasema. Niliona watu wanakatwa, wanawekwa dawa, wanafanyiwa hiyo. Nikaambiwa inaitwa ibami, nikaona post mortem nini nini Zile changamoto ziko nil, nilikutana nazo hapo, ni sababu mimi nilikuwa nafanya na wanaume. Sasa unaona ni kama wananidharau, lakini wakati sasa na daktari wa postmortem alikuwa mwanamke, sasa alikuwa ananitia nguvu. Kwa wanawake wale wanasema wa, wa, wa, wa, wa hii kazi si yao ama ni ngumu Hakuna kazi ngumu hapa, ni kujitolea na kujituma, sababu hakuna njia ingine. Unaweza sema hiyo kazi siwezi fanya, sababu ni ya wanaume.